Unajua by the way niko na Genesis ya kila mtu hapa kanisani, hata ukinificha mimi na kuangalia tu, kama vile mimi nikiangalia huyu mama ndiye mwenye alileta huyu. Huyu alileta yeah, huyu. Amen. Hallelujah. E, tuendelee mstari wa kumi <laughs> mstari wake wa kumi. Eh. Wakaja wanafunzi e wakamwambia mm, kwa nini wasema nao kwa mifano? Kwa nini unasema na hawa watu kwa mfano? Mara akajibu mm, akawaambia, akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao, bali hawa watu hawakujaliwa, hawana hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. So ufalme wa mbinguni iko tu na wale watu ambao wamemkubali Kristo, ndio maana neno limesema kwamba ati vitu Vya sirini ni vya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini vilivyofunuliwa ni vyetu sisi na watoto wetu. Bwana asifiwe. Tupate kufanya sheria hii yote. Jina la Bwana lipewe sifa. Amina. Haya, eh, tuendelee. Mstari wake wa 12. Yes. Kwa maana yeyote mwenye kitu, kwa maana mwenye yote mwenye kitu atapewa. Eh. Naye atazidishiwa tele. Tele. Eh. Yeyote asiye na kitu. Eh. Hata, hey. Hey. Hey. Hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Ndio hiyo. Watu wenye wako na kitu watazidishiwa. Hao watu wenye sina, wa hata chenye wako nayo, watanyang'anywa. You can imagine vile tunaongea hivi, tumeuliza mambo ya leo. Mtu mwenye ako na 500 anasema hii siwezi toa. Na anajua anafaa kutoa. Utanyang'anywa, my friend. Wewe utanyang'anywa. Because hata Mungu akiamua kukunyang'anya, atakunyang'anya na hakuna kwenye utampeleka. Bwana, sasa sivyo? Amina. Mungu anaweza amua leo, kwa leo pesa. Ina unalala nja na uko nayo. Bwana asifiwe. Lakini watu ambao e, niko nayo, mtumishi, unaona tufanye namna gani? Oh, acha tufanye tufanye tufanye. Huyo ni mtu ambaye Mungu anazidisha vitu vyake. Bwana asifiwe. Wewe unadhani atakunyang'anya, ati labda ni mkora kunyang'anya kwa barabara? Ama la sivyo, unene upoteze. Ha, saa hii watu wote ni wazimu. But do you know that Mungu akiamua kwamba hiyo pesa utamalizia pale kwa Kioko utaimaliza tu leo? unaenda unapata kioko naye amegonga 1500 kioko, niko na 500 ja hey, tu ah hiyo yes, siwezi nikakusaidia unless utafuta kingine. Unaenda kingine anakuambia 1500 anasa eh, acha ja nirudi hey, kwa kioko nimwambia sasa nikope mimi. Hata kioko mwenye huko kioko mimi si watu wengi wanajua sana bali sasa tu mimi wow, nilienda huko kumpima siku moja. Nimeshawaambia ni story kwa nilitoka kwa nyumba mbili msiba, nikasema ukioko hata msifunga acha nikakuwa mgonjwa

Ni, ni leo nimekuwa sasa ni sa siku ya tatu. Na leo asubuhi ilikuwa ni karibu hata nige collapse. Paka nikatoka hapo nje nikasikia kama nita vomit. Na, na sina kitu yenye nimeweka kwa tumbo. Mwili wote unatetemeka. Maji sijakunywa hata nikisikia kunywa maji nasikia vibaya. Ile kitu nilikuwa nakunywa kizuri sana kwa wiki, nikunywa ndimu na chinja. Hiyo ndio vitu nilikunywa sana. Bwana sasa sikio. Leo asubuhi si jana. Leo leo, leo, leo. Zungumza habari za last year na zungumza saa hii nimekuwa mbaya. Acha niende tu. Nikiwa nafika hapa kwa mlango nikasikia hakuna, nikatoka hapo. Hakuna kitu. Bwana asifiwe.